Heshima kubwa anayeweza akaheshimiwa. Rais aliyepo sasa, kama akiamua kujihudhuru, dunia nzima itamuhesabu kama ni shujaa. Mfalme kazi yake akiwa amekaa kwenye kiti cha ufalme, kazi yake ni kuwaharibu wabaya. Yani kazi yake ni kusema wewe, umeua ondoka. Wewe umefanikisha lile baya, umeiba cha yule, ondoka. Wewe ndo ambaye CAG amekutolea ripoti, umeiba hela, ondoka wewe ndo ambaye ulihusika kwenye utekaji wa yule ondoka. Ni kuharibu wabaya. Biblia ndivyo inavyosema, asubuhi hata asubuhi niliwaharibu wabaya, nikawatenga na mjomba. Wote wanaoamua kumsifia na kusema songa mbele, mambo yanaenda vizuri, wanamsifia ili mambo yaharibike zaidi, na ndipo aendelee kutukanwa, aendelee kukejeliwa. Mitao atapongeza na watamwita shujaa, ataingia kwenye historia ya mashujaa ambayo inawezekana hawajawahi kutokea duniani. Mashujaa ambao wameona dhuluma na uharibifu, wameona utekaji, wameona mauaji, wameona mwagaji damu kwa raia wao, wao wameona hawana jibu, na kwa sababu hawana jibu, wameona wakae pembeni, hao raia wamweke mtu mwingine anayeweza akashughulika nayo.